Na marufuku ya uchimbaji madini katika matimbo ya Jaribuni kwenye kaunti ya Kilifi iliyowekwa na waziri hassan Joho majuma matatu yaliyopita sasa inatishia kulemaza sekta ya ujenzi katika eneo hilo. Kamishna wa kaunti ya Kilifi Joseph Biwott anasema miradi iliyoathiriwa zaidi ni pamoja na ujenzi wa barabara kuu ya Mombasa Malindi, daraja la Mtwapa, miradi ya ujenzi wa nyumba za bei nafuu na ujenzi wa madarasa ya gredi ya tisa miongoni mwa miradi mingi. Maafisa wa serikali kutoka ngazi ya kitaifa na kaunti waliwashirikisha wadau wa madini kubaini jinsi ya kushughulikia kwa haraka kero kama vile uchafuzi wa hewa na kelele zilizosababisha kuchukuliwa kwa hatua hiyo na waziri. Projects in

I'm happy that leo tumemaliza. Haa, wafanya biashara wa Jaribuni hawajakuwa wakilipa watu wa Jaribuni ile asilimia moja ya ushuru wa biashara wanaofanya. ka o mimi nataka kuwaambia na, na mnajua kuna watu wengi viongozi tofauti tofauti wa kiserikali eh, na hata wengine wa ofisi zangu ambao wanadanganya wale watu kwamba watarudi pale kuokota kokoto. Kokoto wacha nikwambie, kila mtu anajenga, hata mimi najenga, hakuna kokoto zitatoka pale. Watu watengeze barabara, aidha serikali kuu iwajibike, itengeze barabara, sababu ni ya Kenya.